Auzu billahi minashaitanir rajim, bismillahi rahmani rahim. Absaidi Hebarist Clinic, tiba zetu za Afrika. Leo tunawaletea tena masomo au leo tuna mafunzo tena ya kisomo hichi ambacho cha josho, lakini josho hili siyo josho lile ambalo la kutoa nuksi, josho hili sio josho ambalo la kufungua vifungo, josho hili siyo josho ambalo la kuondoa shida, bali josho hili letu leo tunaizungumzia la maji ya, ya kujaa Maji ya kujaa, maji ya bahari yana faida gani kwa mwanadamu? Yana faida gani kwa maisha? Maji ya kujaa, kitu chochote kinachojaa, basi mwanadamu unakitambua kinachojaa, huwa kinaleta kinakuwa kimekuletea kipato au kimekuletea ujazo ambao unaotaka wewe au mambo unaotaka wewe. Kwa hiyo wewe unaotaka kujaza pesa, unataka kujaza mali, unataka kujaza baraka, unataka kujaza kitu chochote katika dunia hii, basi maji haya yana uwezo kufanyia mambo hayo kwa taratibu zake ambazo wewe unaweza kuzifuata zile zinazotakiwa. Bahari ni kitu ambacho kinachoweza kumfanyia mtu yoyote anachotaka kwa idhini ya Allah na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, lakini baharini kuna viumbe na viumbe hao ni viumbe wakubwa. Kuna viumbe wa kheri na kuna viumbe wa shari, na viumbe hao wa waheri Mwenyezi Mungu amapo uwezo mkubwa. Kwa hiyo wewe unataka kuja kutumia viumbe hivi kwa ajili ya josho hilo ili uweze kupata yako Nitazungumza baadhi ya mambo mengine nitakuwa nayo hapa ya kusema, mengine nitakuwa sina nayo, kwa sababu kila kitu kina vitendea vyake vya kazi, na vitendea hivi vya kazi ndio vingine nitakuwa siwezi kuvitoa hapa au kuwa navyo hapa, kwa sababu mimi nipo kwenye darasa. Lakini wewe ambao unanifuatilia mimi, utakuwa na vitendo hivyo ambavyo unatakiwa hivyo vitu vya kufanyia hivyo vitendo. Mfano, katika josho hili letu la bahari hapa, inatakiwa wewe uje na mbuzi, ambayo mbuzi huyo ni mbuzi mweupe au unatakiwa uje na kuku, kuku huyo hawe mweupe. Lakini inategemea wakati mwingine, hata ng'ombe. Inategemea unataka nini, unataka kuomba nini? Kwa hiyo maji haya ya bahari ambayo ya kujaa, unakuja kama alivyosema katika josho letu lile la awali. Kwanza lazima ukoge, ukoge uwe safi. Ukisha kumaliza kukoga katika maji haya ya bahari, utie udhu kutumia, kutumia maji haya ya bahari. Ukisha kutia udhu katika maji haya ya bahari sasa ndiyo uanze kufanyaje? Uanze kuoshwa kwa josho ma... kwa lile ambalo la kuingiza, kama maji yanivyojaa na yanajaa na kila kitu, basi na mimi, Mwenyezi Mungu, naomba unijalie katika mwili wangu zijae baraka za kudumu, katika mwili wangu vijae vipato vya kudumu, katika mwili wangu zijae biashara za kudumu, katika himaya yangu zijae mahaba ya kudumu ya watu wa kiume na watu wa kike au kadhalika, naomba kwa ulimwengu huu wa kibahari, basi naomba kwa utukufu huu wa kibahari, ninaomba kwa wahusika hawa wa kibahari ambao wanaoshikilia bahari hii, tukiacha wewe Mwenyezi Mungu, wale viumbe wako bahari hii, mimi fulani bini fulani, nahitaji hiki, nahitaji hiki. Basi ukisha kumaliza hapo kuoshwa, utavaa nguo zako safi. Ukisha kuvaa nguo zako safi, utaangalia kiba iko wapi kwa usawa wa bahari mtaweka kiumbe chenu pale mbele. Mkisha kuomba, kiweka kiumbe ki, ki, ki, ki chenu mbele pale, zitasomwa sura maalum. Sura hizo ambazo za kusoma hapa, utaangalia una uwezo wa sura gani, kutokana na nyota yako kwa sababu kila kitu kinakwenda kutokana na nyota, kile unachokitaka kwa muda ule, kwa saa ile, ni lazima uifate nyota yako. Nyota yako nyota gani? Na nyota hii ambayo nilokuwa nayo, je, inatawala kwa wakati gani? Inatawala kwa siku gani? Inatawala kwa tabia gani? Basi ile ile nyota ndiyo it, utaifata sura yake kwa mlango wake. Kama wewe unataka mali nyota yako utaifata katika mlango wake wa pili, itakuwa siku gani na kafara yake ipi, utakuwa nayo hapo kwa muda huo, na je sura yake ni sura gani na sura gani? Kwa sababu kila nyota ina sura na kila mlango una sura. Sura yake sura gani? Utaiangalia pale, ile sura yake inatakiwa isomwe mara ngapi. Ile idadi ambayo ya ile sura ambayo itakayosoma pale, ukiipata inasoma mara mbili kwa kuwa sisi ni watu wa kumwomba Mwenyezi Mungu, na kumwomba kwetu Mwenyezi Mungu lazima tumuombe malaika, ili atupelekee salamu zetu kwa Mwenyezi Mungu. Au unamwomba malaika, unamwomba nani? Malaika jini anakuja kupokea zile salamu, alafu zilipelekwe kwa malaika, malaika anapeleka kwa Mwenyezi Mungu. Basi zidisha ile idadi ambayo utakayoona pale. Kama ilikuambia mara mbili, basi isome mara nne, isome mara sita, ili mradi tu igawanyike kama ilikwambia mara moja basi isome mara tatu, isome mara tano, isome mara kumi na moja. Ukisha kumaliza kusoma sura zote pale, sasa mshtakie Mwenyezi Mungu: Mimi nahitaji hiki nahitaji hiki na hiki ndicho kafara changu, au hii ndio kafara yangu ambayo ninatoa hapa. Chinja ile kafara kwa mujibu wa Kiislamu ukisha kuchinja, maliza ile nyama, mnaweza mkagawa sadaka, kwa sababu mlikuwa mmeomba misoma ambayo maheri sio misoma bashari, na ile ndio wengine mtavitupia baharini huko basi hapo itakuwa wewe umekwenda katika ngazi ambayo unoitaka. Ukimaliza hapo, wewe fundi utajua mimi huyu nishamfanyia haya, ili asizurike nifanye nini, ili huyu asija akakwamishwa hapa, nifanye nini. Hizo njia siwezi kukufahamisha wewe, ukiwa tayari kwa yoyote, unakwenda kumfanyia au unakwenda kufanyiwa, basi utamwambia, baada hapa nifanyie hiki, nifanyie kinga, baada hapa nifanyie hivi, baada ya hapa nifanyie hivi lakini kila mmoja ana njia yake, ila mimi nimeonyesha njia hiyo, na wewe utaangalia njia nyingine, lengo tu kufahamu bahari hii tunatumiaje. Na wengine wako mbali na bahari, kama tulivyozungumza mwanzo, katika josho ya kuondoa nuksi, haya maji ya kujaa unachukua unakwenda, una nayo juu, lakini huko juu kuna maji mengine ambayo yakuchanganya. Labda mfano, utachukua maji ya bahari ya kujaa, utakwenda kuchukua maji ya visima, utakwenda kuchukua maji ya maji ya mvua. Na maji ya mvua yale sio maji ambayo yakwenda ya kuteka katika mchirizo. Maji ya mvua yale ni maji ambayo unateka katika sehemu ambayo ilikuwa wazi, unaweka chombo chako kipya, kama ni sufuria unaweka na kisturi au chochote chini, ili inakuwa iko wazi, maji yafike kwenye sufuria moja kwa moja, sio yafike sehemu, yafike katika chombo, hapana. Na pia kuna maji mengi ambayo yanotumika maji hayo, kama mfano visima saba na maji mengine mengine. Kwa hiyo, naomba nifuatilieni ili tuweze kufahamishana na kwa makubwa zaidi. Sina ya kuzungumza mengi. Mimi ni mtibabu na ninatoa darasa hizi muzifuatilie. Wale ambao wanaojua basi watakuwa wameendelea kujua na wale ambao wasiojua watajifunza na wale ambao wanataka kujisaidia wenyewe watajisaidia wenyewe. Lakini lengo na mazumuni tuyafanye yale yaliokuwa mema, tusiyafanye yale yaliokuwa mabaya. Na maelekezo yangu naelekeza kwa ajili ya kujikwamua wewe katika mambo yanayokukwamisha au kupanda pale unapotaka kupanda. Sina mengi zaidi na nafanya mambo mengi zaidi. Wahaza, wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kwa jina naitwa Shakila Saidi. Nilikuwa nasumbuliwa na kichwa, mgongo, mikono kuuma, mbavu kubana, nikaenda kwa Ostazi Abu Saidi akanipatia mafuta haya ya miujiza. Kweli nikapata suluhisho na matatizo yangu. Kwa hiyo dada wenzangu, wakaka wa baba, mtumie mm -hmm. mafuta haya ya Abu Saidi, ya mafuta ya miujiza. Mimi naitwa Kesiba, Nimeangaika sana, nimesumbuliwa na matatizo mengi sana, donda la tumbo, tumbo kujaa gesi. Mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepata hii dawa ponyo mili. Nawashauri, kina mama wenzangu, hii dawa ni nzuri. Nimetumia dawa hii mpaka sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu ani matatizo ambayo nilokuwa nayo yote yamepona. Jamani, hii dawa watumie.